Look at all this mess. Kwa hiyo leo niko na zoezi la la kufanya service ya betu yangu ya hybrid. Yes you can see I have two of them. So niko na ile pale. Eh, uh, niko na hii pia. Well, I'm having two of them. Kwa hiyo sasa leo ndo siku ambayo nimeona inafaa kufanya shughuli. Angalia heka heka yani ambayo anatakiwa uipitie ya kufikia hiyo betri. So all these things are all supposed to be removed, imagine. The entire trunk has to be dismantled kwa ajili ya kufikia betri hii hapa. Kwa hiyo sasa, ukishafika stage hii, kinachofuata hapa cha ja kwanza, unatakiwa unaona service plug. Inatakiwa ipandishwe juu pop. Then unafanya hivi, unaitoa hapa unatoa pia na uwaya. Then sasa so, unatakiwa toe yote haya mavitu yote battery. Sasa baada kwa unfasten all these things that you see here, ndio unaweza kufikia battery. Asante.